Upasuaji na kuna mashine ya ultrasound ya kumwangalia mtoto namna alivyokaa. Kwa hiyo itumie nafasi hii kwa kweli, sisi Wanageita kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ameifanya iliyokuwa zahanati ya Nyarugusu kuwa kituo cha afya na kutoa huduma mbalimbali. Sasa hivi tumetoka tu kwenye kichumba cha kutoa huduma ya kinywa na meno, na nyinyi Nyarugusu mna bahati sana kwa halmashauri ya wilaya katika vituo ambavyo vimeletwa vime, vime na Dkta Samia Suluhu Hassan kwenye mkoa wetu wa Geita, vile vituo kumi na tatu ambavyo tayari vina madaktari wa vinywa na meno na sisi tumo Nyarugusu. Kwa hiyo katika halmashauri ya wilaya ya Geita tumo sisi Nyarugusu, wamo Katoro na Nzea na maeneo mengine, sasa wanaendelea kwa ajili ya kuboresha. Kwa hiyo kuna kila sababu sana ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa nyinyi wananchi wa Nyarugusu kwa namna ambavyo wameweza kukitazama kituo chetu. Sambamba na hilo, hatukuwa na, na mochwa hii, kwa wale ambao ndugu zetu wanapoteza uhai, Mwenyezi Mungu amewaita, wa kuwatunza kwa wakati tunajiandaa kwa ajili ya kuwa kuwasitiri kwa, kwa, kwa maana ya kuwaweka kwenye nyumba zao za milele yani kuwazika. Mama Samia ametusaidia mochwa hii inafanya kazi. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo limefanyika hapa kwenye kwenye kwenye kwenye kituo chetu cha Nyarugusu. Singekuwepo kituo hiki, unakwenda Geita kule makolongo na nini, ingeweza labda kupoteza hata mtoto au kumpoteza mama kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kweli. Geita sisi kwanza tumepata upendeleo, ukiangalia tu takwimu hata ile ya vituo vya vya kutoa huduma ya vinywa na meno, sisi tungo hili. Ukiangalia kwenye namba, kila unapoangalia namba fulani unaikuta Geita tuko juu. Hata ukiangalia kwenye idadi ya watumishi wote ambao wameajiriwa katika kipindi cha 2020 2024 ni elfu nane mia nne ishirini na sita lakini ukiangalia katika watumishi wapya hao zaidi ya elfu sita wako wilaya ya Geita. Mheshimiwa Raisi ameleta kila hitaji la kituo hiki, pamoja na kwamba kuna changamoto ndogo ndogo ambazo tunaweza kuzikabili hata sisi tukazimaliza. Nguvu aliyoitumia Mheshimiwa Raisi ni kubwa sana. Na, na uzunguka, kwa hiyo sisi Wananyarugusu na maeneo yanayozunguka hospitali hii tuna deni kwa Mheshimiwa Rais wa chama chetu, tumlipe mitano tena. Kwa kusema hayo sisi wa Jumuiya ya Wazazi tumefika hapa, tumewaona wagonjwa, tumeona huduma nzuri, na wagonjwa wametuthibitishia huduma inaendelea vizuri, na sisi tumetoa chochote zawadi kwa, kwa wagonjwa kwa ajili ya kujikimu wakiwa hapa kwenye majukumu kwenye malazi yao wanayosaidiwa. Kwa majina naitwa Albert Bayona, ni afisa tabibu kituo cha afya Nyarugusu <clears> hapo <throat> mwanzo kabla ya hiki kifaa cha ultrasound kijafika akijafika hospitalini kwetu tulikuwa tuna changamoto hususan kwenye kutambua baadhi ya magonjwa na hata akina mama wengi ambao ni mara nyingi ni wajawazito tulikuwa tunawatuma waende Geita au wasubiri ultrasound ambayo inafanyika mara moja kwa wiki. Kituo cha ambacho kipo ni dispensary kipo karibu ni ya private, lakini tangu kuja kwa kifaa hiki cha ultrasound, imetupa nafasi na kuweza kutambua baadhi ya magonjwa kwa urahisi zaidi, hususani kuna wengine walikuwa wanakuja, wanakiona na changamoto ya mimba kutunga nje ya mfuko wa uzazi ambapo kitaalamu ni ectopic pregnancy, na unakuta inakuwa ni ngumu sana kuishia ku, kumtambua huyu mgonjwa kupitia huo ugonjwa bila kujithibitisha au kuthibitisha kwa kutumia ultrasound. Esta. Esta nani? Ankaba, huduma ni nzuri, hata watoa huduma wenyewe wapo vizuri, wanahudumia vizuri ko huduma ni nzuri inaendelea vizuri. Airini Leopold, huduma za hapa ni nzuri, kwa mimi zimenisaidia, maana nimeanza kupata huduma kwenye ultrasound na kujua kwamba mtoto wangu amekaa wa vibaya baada ya kufaa <coughs> nikaja moja kwa moja kwenye nini, kwenye, ni, kwenye operation, maana huduma yananili y ya, ultrasound ya isinge kuwepo ningepoteza mimi maisha na mtoto wangu. Ah, namshukuru sana kwa huduma hii. Huduma ni nzuri, maana unapata majibu kabla ya nanivi ya kujifungua.